Yeah. Wow. Wow. Ah, no. Asante, mzima wewe. Mzima, asante hata hivyo. Nafurahi sana kukutana na wewe. Ah, eh, eh. Eh, mbona chombo hizi? Makiona hatari hmm. I jamani. Ah, ah poa, ah, bye. Bye. Eh. eh.

So hivo hadi huku nimenenepa sana, ananyonya kama ndama. Mbona anazidi kuwa mkubwa iweze kunifikia mimi, mambo ya kupelekea moto Hamna mwanaume anaweza akanifikia, nakwambia. Hata siku moja moja, tutenge tufanye mambo ah, ah, jamani sasa, yasila nini? Mm. mimi hamna mm, kigeni kwangu hamna kigeni chochote, kama unahisi labda mimi. Mimi mi nakula asubuhi, mchana, jioni. Oh. m